Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Umeniita mimi, sio mjinga, ninajua sauti yako, naifahamu mara zote. Unaponiita kunituma, huwa ni hivi hivi kwenye majukumu yote, tangu nikiwa mtoto mdogo mpaka nimefika umri huu. Ukiniambia chukua huo mshumaa, peleka hekaluni, ni hivi hivi. Leo mbona unataka kunigeuka kwamba ina maana leo nimeanza kuchanganyikiwa? Uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, Karare tena <laughs> lakini pia nikupe siri, Mungu anapotaka kuita mtu aliye chini ya mtu huwo anamwita kwa sauti ya baba yake. Ni upumbavu kufikiri umeitwa bila mtu wa Mungu juu yako kwambia, mwanangu, sasa nenda <laughs> ni hatari. Wito wako wowote ulionao ni mtu wa kimataifa, umeitwa kuanzisha huduma inaitwa End Times Revival International Ukweli ni kwamba kama ipo ipo, hata mtu wa Mungu atagundua huyu jamaa anakaa ABC, ataleta matatizo, inabidi aondoke. Ila wewe ok, ukianza kusema baba, mimi sielewi na nasikia mu wito unanizidi, yani mimi sielewi huo, unajua hamna kitu. <laughs> Mungu akimwita mtu huo, anamwita kwa sauti ya mtu aliyempa wito wa Mungu wa mtu chini ya ni wito unaopita kwa aliyemweka juu ya. Ndio maana akasema sikukuita karare tena. Watu wengi kuambia karare tena, wanasema anazuia vipawa vyangu, anawivu eh, wananizuia, ina maana mimi simsikii Mungu. Haya, nenda brother. Baada ya muda, a few moments later <laughs> wao wanafikiri ni rahana. A -a, atakuwa kuridhika kupenda kwa hiyo nimeraniwa alinitamkia, hakuna mabaya. Umevunja protocol mzee, nikupe siri. Baba mwenye nyumba anamjua mtoto aliyekuwa ambaye atakiwi kuendelea kukaa kwake. Wewe unaelewaje? Yaani kikawaida, baba anamjua mtoto ambaye ameshakuwa na ukomavu, ambaye akipanga ashindwi kuendelea kulipa kodi au akiamua akajenge, amempa kiwanja chake ki ashindwe maisha. Lakini kuna mtoto anamjua kabisa, ili hata kumwamsha, huwa tunamwamsha huyu mtoto, yani kuamka, ile kuamka amka mpaka ugonge mlango, mpaka umvute kutoka kwenye shuka, alafu anataka akaoe mtoto wa watu na yeye awe baba, au mke wake atakuwa anamvuta kwa niaba yako. Wewe ungekuwa ni wewe, ni baba familia, wa familia, utaruhusu mtoto hivyo akaanze maisha au ameshakuwa mkubwa lakini mpaka kukojoa inabidi umwamshe, wahi kabisa, akira kama saa 4 saa 5 anakuja kuangalia amko, sikojoe mm. Alafu sasa umwambie nenda kaorewe binti yangu? Ah, mimi nauliza tu yani <laughs> maana yake mzazi anajua mtoto ali, mwenye ufahamu wa kujitegemea na mtoto ambaye bado au mtoto ambaye inabidi awe karibu karibu, yani ni wangu sasa, ndo nil, nilizaa hivi, inabidi nimpe urithi hapa jirani niwe na mkagua kagua sasa watoto wengi hawajui kwamba hata rohoni ni hivyo. Wao wanafikiri ukisikia tu unasa, naona ndevu zimekuwa nyingi. Kila wiki lazima ni nyoe. Na hisi nimeshakuwa. Sauti imeongezeka uzito sasa hivi naongea bezi. <laughs> Hiyo haimaanishi umekuwa ni sauti imekuwa sio wewe. Ni <laughs> mabadiliko ya mwili sio akili. <laughs> Aya ya 3 7 <saba>, mstari wa 7. <laughs> Akamwambia karare tena. <laughs>